Mamboma ya arraia katika kuelezea kuhusiana na sunna na anakusema, kuelezea kuhusiana na sunna, maanake anakusudia kwamba eh, maanake fi qawaidi ahli sunna, katika misingi ya ahli sunna ndio ambayo anaofanya nini, anayokusudia, anakusudia kwamba mamboma hiyo ambayo inazungumzia kuhusiana na misingi ya ahli sunna, na ni jambo ambalo kila mtu ambaye anajita kwamba yeye mwana wa sunna, basi ni muhimu sana kuweza kusoma hiyo mamboma akastafidi ndani yake na akaelimika kwa yale ambayo yalikuwa imebebwa na mambuma hiyo, kwa sababu ni katika mambuma ambazo zilizokuwa muhimu sana, wanachuoni wametilia muhimu sana, na ni katika jambo ambalo eh, twalibul ilmi ya mpasa haifahamu uh, haijue. Hiyo ni viroja vya hali ya juu na ni jambo ambalo lisiloingia akilini kwa pale bila ilmi, ikawa yeye haijui mamboma hiyo, kwa sababu wanachuoni wamesisitiza na wakahimiza katika kuisoma mamboma hiyo na katika kuhakikisha kwamba watu wanaifahamu mamboma hiyo wakaja anachuoni wakaisherehesha kwa shuruhatin mtaaddida ambazo zote zinazoonyesha umuhimu wa hiyo mamboma, na kuna mukaddima hapo ambao anasema akhbarana ashekhu alimam

Qala na yeye akasema, akhbarana shekhu imamu Abu Qasim sadu sa ibn Ali ibn Muhammad Azanjani az qala. Inataka kufanana kidogo, Azanja az, Azinji bari, atofautiana kidogo tu, lakini nilikuwa nataka tuseme kwamba Azinjibari, lakini kumbe Azanjani az na

hadithi kwa maana ya khabar na khabar kwa maana ya hadithi. wada anka ra'yan fala yulaimuhu athar, na wacha kwa maana kuwa mbali wewe na rai mawazo ya watu fikra za watu, la yulaimuhu athar, ambazo zilikuwa haziendani na athar, kwa maana hazihusiani na nini na athar. Athar kwa maana ya mapokezi, na pia wako wanachuoni wanasema athar, eh, itakapokuja ina maana uh, ya hadithi katika baadhi ya ak, akwali za ahlul ilm, na wako ambao walisema kwamba ili iwe maana ya hadithi iwe muqayyadan iwe imefungwa, mtu aseme wa fi athar an rasulillah, iwe na katika athar kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wako katika baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba ikitajwa fi athar, ina maana kwamba hizo ni aqwali za maswahaba na matabiina. Tumefahamu ndiyo maana ya athar, lakini hapo anakusudia maana yake kwamba athar kwa maana ya mapokezi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo anakuhimiza vile vile hapo kwamba wewe achana na rai ambazo zimekwenda kinyume na na maana ambayo ilikuwa sahihi, yaani kwa maana inakwenda kinyume na maana zilikuwa sahihi, au na yale mapokezi ambayo yalikuwa yamepokelewa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa hili ni jambo ambalo la kulizingatia sana, ndo akasema wanahajal huda na njia ya uongofu nahj ina maana ya manhaj njia mfumo, kwa maana mfumo wa uongofu. Falzamuhu, basi lazimiana nao kwa maana ushike huo, ushike mfumo huo, na usiwe kwamba ni mwenye kupitwa nao. Na mtu wa sunna siku zote yeye anakuwa katika hali hiyo, hawi katika hali ambayo ilikuwa si sawa Mtu wa sunna siku zote anakuwa katika hali ambayo ilikuwa ipi? Ya sawa, katika hali ambayo kushikamana mwenendo uliokuwa sahihi, hawi katika kushikamana mwenendo uliokuwa batil. Waqtadi bilula, nafuate wale wa mwanzo, kwa maana nakusudia wale ambao walikuwa wametangulia, wafuate hao. Anasema waqtadi bilula, nafuate wa mwanzo. humshahidu tanzila wao ndo ambao walikuwa wameshuhudia uteremsho. Manake wao ndo ambao walikuwa wako pamoja na Mtume sallallahu alayhi alaihi wa wala alihi wa sahbihi wasallam, wafuate hao, wao ndo walishuhudia. Anasema allaka tanjabiru allaka tanjabiru kwa maana wewe utaundika katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Maana yake kuundika, maana yake utakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri allaka. Wanasema wanachuoni kwamba ni kitendo hicho ni felo allaka, ni felo ambayo pia unaweza kusarfisha ukasema allaktu, walliku alik, masdar taalikum, masdari yake inakuwa ni nini? taalikum na maana yake kwamba inakuwa ahsana alqiyamu bihi, maana yake kwamba wewe utakuwa eh, umesimama vizuri katika kule kufungika na kuundika katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wa kun muqinan, na kuwa na yaqini, wa kun muqinan, na kuwa na yaqini anna, ya kwamba sisi, wa kulli mukallaf, na kila mmoja amekalifishwa yaani kuwa na yakini kwamba sisi kila mmoja amefanini amekalifishwa sentence Kiswahili chake je, hivyo. Yaani, ukisoma neno akishoka tulizana, utaona kama sentence hajakaa sawa. wa kun muqina na kuwa na yakini ana kwamba sisi wa kulli mukallaf na kila mmoja amekalifishwa, ametozwa nguvu na sheria. Kuna mambo lazima faileni haya afanye, hapo nafahamiana. Uh, kiswahili maanake inakuwa na yakini kwamba sisi kila mmoja amekalifishwa sentensi, ukisoma haraka haraka unaikuta kwamba imekaa sawa. Umirna biqafwi alhaqi, tumeamrishwa sisi katika jambo la kufuata haki. Qafu maana yake nini? Kufuata nimefahamu. Qafu ina maana ya kufuata, qafa amefuata, na ile aya iliyokuja katika Qur'ani inayosema, wala taqifu ma laysa laka bihi ilmun, wala usisimamie jambo ambalo huna elimu nayo. Ndio tafsiri ambayo watu wanaitafsiri, tafsiri ambayo ilikuwa sio sahihi, tafsiri ambayo ilikuwa sio sahihi e? wala usisimamie jambo ambalo huna elimu nalo, sio tafsiri ilikuwa sahihi. Manake na wala usifuate jambo ambalo lilikuwa huna elimu nalo. Umefahamu, kwa sababu kitendo ilikuwa ni kafa yakfu. Kwa hiyo ilipokuja wala takfu, maanake imeondoshwa ile harfu lila, wala takfu Umefahamu? sio wala taqifu, kwa sababu wao wamepeleka katika kitendo waqafa yaqifu, yaqifu naelewanapo? Sasa waqafa yaqifu, ndio maana hiyo, kusimama sasa. Wao ndio waka ileta katika maana hiyo, wakatafsiri kwamba wala usisimamie jambo ambalo huna elimu nalo, neno kwa neno, tafsiri rongi, bali tafsiri ilikuwa sahihi, wala taqfu, na wala usifuate bihi ilm, jambo ambalo huna ilmu nalo. Na kafa kichogo hichi, yani kafa hichi, unapokwenda kina kufuata. Hakuna siku ukasema sitaki kufuatwa kichogo, sitaki kufuatwa we, na wewe, hakuna siku hiyo. Nimefahamu? Yani kichogo, siku zote utakapokwenda kina kufuata. Hakuna siku ukasema acha nikikate hicho kichogo nikiache nyumbani, hakuna jambo hilo popote. Bado utakapoenda kina kufuata. Naam walakhdhi bilhadhar na kuchukua tahadhari eh, na kuchukua nini tahadhari. Kwa maana kuwa na tahadhari na kuwa katika hali ambayo ya kutahadhari kutokana na jambo ambalo lilokuwa inakwenda kinyume na sheria. Wahukima fina na pemewekwa, hakimu kwetu sisi baina na baina yetu sisi, qaulu maliki

qawl malik na qawli ya malik, mfalme. Kadim tena ni watangu. Halim, mwenye kufanya mambo yake popole pole. Alimul ghaibi, eh, ni mjuzi wa siri. Muktadir tena mwezi. Samiun basir, anasikia na anaona. Wahidun mutakallim, eh, ni mmoja anayezungumza. Muridu lima yajri ala alkhalqi min qadar murid mwenye kukusudia, bima yajiri kwa yale ambao wanopita, ala alkhalqi kwa viumbe, min qadar katika makadirio. Kwa maana sio kwa maana labda Allah hakukusudia, amekusudia khasa. Siimefahamu yale ambao wanopita kwa viumbe, kwamba huyu amjalie hivi na yule mwingine amjalie vile. Allah amekusudia. Wa qawlu rasulin, na kauli ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kad tahaqqaqa sidquhu, pemekwisha kuthibitika ule ukweli wake, kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, pemethibitika nini ukweli wake? Bima jaahu, kwa yale ambayo waliokuwa wamekuja nayo Min mujizin, kutokana na muujiza, qahir, tena wenye kutoza nguvu, bahar, ambao umedhihiri. Kwa maana, vimethibiti ukweli wa kauli hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ambao uliokuja pamoja na muujiza ambao wenye kutoza nguvu na uliokuwa kwa wazi

Sikiwa mtazozana katika jambo lolote lile, faruduhu ila Allahi war rasul, rejesheni kwa Allah na mtume wake. Mtakapozozana katika jambo, basi rejesheni kwa Allah na mtume wake. Kufanya hivyo maanake ni katika jambo ambalo lilokuwa bora zaidi eh? na nyinyi mnatafuta tafsiri ambayo ilikuwa nzuri, lakini ikiwa hamjarejesha kwa Allah na mtume wake, basi mwelewe kwamba hapo najiweka katika mazingira ambayo iliokuwa mabaya sana, najiweka katika hali ambayo iliokuwa mbaya na hali ambayo iliokuwa sio nzuri. Na, naam ikiwa mtazozana katika jambo, basi lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Naam, anasema litanju min algharar, mtaokoka nyinyi kutokana na na nini na gharar na udanganyifu na uongo, mtaokoka nyinyi kutokana na udanganyifu. Au itabiu ma sanna fihi Muhammadin, au fuateni yale ambayo aliwekea mwenendo ndani yake mtume Muhammadin sallallahu alayhi

hamridhishi mwingine yoyote isipokuwa yeye, ndo ambaye mnafanya nini nayemridhisha, na yeye ndo ambaye kwamba mnafanya kwa ajili yake yeye jalla jalaluhu, wala hamfanyi kwa mwingine yoyote ambaye eh, labda mnamkusudia eh, na nini na hivyo maanaake wanasema kwamba wanachuoni wafikhi kwamba ni kutubun muqaddasa ndio vinaitwa zubur, mfahamu, vinaitwa kutubun muqaddasa, vitabu vya eh, vilivyokuwa vimetakaswa, ndio vyote vinaitwa zubur. Kwa hiyo Qur'ani inaingia hapo hapo, taurati inaingia hapo hapo, zaburi inaingia hapo hapo, eh, injili inaingia hapo hapo, na vitabu vingine vyote ambavyo vilikuwa vimefanya nini vimetangulia vyote vinaitwa azubur az, kwa maana kutubu mukaddasa vitabu ambavyo vilikuwa vimefa nini, vimetakaswa. faman khalafa alwahya, basi yoyote ambaye mwenye kuupinga wahya almubin, wahi ambao ulikuwa uko wazi, biaqlihi, akaupinga kwa akili yake. faman khalafa yule ambaye atekee upinga eh, wahi biaklihi kwa akili yake. Fadhaka mruun basi huyo ni mtu kad khaba haqqan, huyo anakuwa amefeli kiukweli. Wa kad khasir, na amekula hasara huyo anakuwa amefeli kiukweli na amefanya nini na amekula hasara kiukweli. Eh, amekuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Wa wafi tarki amri mustafa fitnatun

au kuwapata wao adhabu ambayo ilikuwa kali tena. nikuuzi fadhar basi wacha khilafa alladhi kad kalahu, kinyume na yale ambayo alikuwa Mtume saaa salama ameyasema. watlu nasoma watabir wa nazingatia, maanake kuwa na mazingatio, usiwe kwamba mtu ambaye unajiendea tu bila ya nini, bila ya mazingatio. Kuwa na mazingatio Eh, katika yale ambayo wewe unayafanya, wamajtamaati fihi assahabatu huja, na yale ambao waliokusanyika nayo masahaba ndani yake ni hoja. Yale ambayo waliokuwa wamekusanyika nayo masahaba, kwaona maswahaba wote wamekubaliana katika mambo hayo, basi hiyo inakuwa ni nini? Ni hoja. si nimefahamu. Lakini je, yale ambao waliokubaliana matabiina wote na kwa ni hoja au vipi? Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba ni hoja, baadhi ya wanachuoni wanasema hapana. Eh, inawezekana kwamba lile jambo wameafikiana ikawa limefichikana kwa wao likawa, eh, katika wahi liko kinyume na vile, kwa hiyo kutakuwa kuna tafsiri na upambanuzi, lakini vilevile wako ambao walisema, je kauli ya sahaba ni hoja? Kauli ya sahaba sio kwamba yale waliokubaliana maswahaba wote wako ambao walisema kwamba ni hoja pale ambapo itakapowafikiana na dalili katika Qur'ani na Sunna, na wako ambao walisema kwamba sio kwa hoja, bali pataangaliwa dalili inasemaje. Ikiwa dalili e, inakwenda kinyume na kauli ya sahaba, itachukuliwa dalili. Na wako wengine walisema kwamba ni hoja, kwa sababu masahaba wao waliishi katika zama za wahi, kwa hiyo hawakusudii wao kusema liliokuwa sila sawa wao wanakusudia kusema lilokuwa la sawa, kwa hiyo wakasema ni hoja, lakini kauli sahihi kwamba pataangaliwa kwamba kauli ya sahaba hiyo inawafikiana na wahi. Ikiwa inawafikiana na wahi eh, basi ndiyo kauli yake itakuwa inaendana na wahi na itazingatiwa, lakini ikiwa haiwafikiani na wahi, basi kauli hiyo itakuwa inaachwa, na huenda kwa pengine kauli hiyo ikanasibishwa kwa sahaba huyo na hali ya kuwa kwamba kauli hiyo haijathibiti kutoka nani kwa huyo sahaba ambaye alikuwa amenasibishwa nayo kauli hiyo. Sasa pia panatekana paangaliwe kwa kina kabisa katika upande huo. Na pia wakatofautiana kuhusiana na kauli ya tabii, kwani hoja au si hoja? Wako baadhi yao wakasema kwamba ni hoja alal itlaq, moja kwa moja, na wako ambao walisema kwamba Eh, kama Al-Imamu Shafii yeye anasema kwamba kauli ya, ya tabii ni hoja pale ambapo itakapokuwa imetiwa nguvu na kauli nyingine ya tabii ambayo ilikuwa akbaru minhu sinna, aliokuwa mkubwa zaidi yeye kiume, ndio inakuwa ni nini, ni hoja. Tumefahamu hapo. Kwa hiyo hapo ndio inazingatiwa na inakuwa ni hoja katika hali hiyo, na wako ambao liokataa moja kwa moja. Alhasil ni masala ambayo yana yana upambanuzi mpana sana wtilka sabilu almu'minina liman sabar na hiyo ni njia ya waumini kwa yule ambaye eh ameipita njia hiyo na akaidhibiti na akaijaribu ndio maana neno hilo sabar sabar bimana jarabahu eh, maana aliojaribu njia hiyo akaipita na akafanini akaidhibiti hiyo njia subhanaka allahumma abihamdik ashadu an ilaha illa anta